Eke katika maisha mazuri. Mkuu wa mkoa umezungumza hapa kwamba mkurugenzi hivi alifanya fanyaje? Unajua, sikuelewa vizuri. Hebu njoo nieleze vizuri. Unajua, mengine tunayafanya hapa hapa, si ndio jamani? Mheshimiwa rais kwenye, kwenye mkoa wako wa Dar es Salaam unajulikana kuwa ni jiji la Dar es Salaam kwa muundo tuna mkurugenzi wa jiji ambaye anaitwa kaka yangu Kabwe Wilson Kabwe yeye ndio aliyesaini mkataba wa mwaka jana elfu mbili na kumi na tano tarehe thelathini kwa kutumia bailo ya mwaka elfu mbili na tisa Bailo ya mwaka elfu mbili na tisa inataka kila gari inayotoka Ubungo litumie kulipa shilingi elfu nane lakini tarehe thelathini na moja ya mwezi huo huo mwaka huo huo elfu mbili na kumi na tano akasaini mkataba mwingine unaotumia bailo ya elfu mbili na nne ambao bailo elfu mbili na nne inaongelea kulipa shilingi elfu nne mheshimiwa rais matokeo yake nini mkandarasi ana mkataba mwingine au mzabuni lakini pia jiji wana mkataba mwingine kwa hiyo ukienda jiji watakuonyesha ule wa elfu mbili na nne ambapo bailo elfu mbili na nne inakufa automatikali pale ambapo inatengenezwa bailo elfu mbili na tisa matokeo yake tulikuwa tunapoteza shilingi elfu nne kwa kila basi na makadirio aliyokuwepo tangu mwaka elfu mbili ilikuwa elfu mbili na tisa, ilikuwa mabasi mia tatu kwa siku. Kwa mabasi mia tatu kwa siku, ukipiga mahesabu kwa siku thelathini tukwa tunapoteza milioni arobaini na mbili kwa kila mwezi, na kwa sababu hiyo kwanzia mwaka elfu mbili na tisa mpaka sasa hivi tumepoteza takribani ya bilioni thelathini, bilioni tatu. Mheshimiwa Rais, kuna mkataba mwingine wa parking ambao huko hapa mjini nafikiri watu wote wanaotumia magari hapa Dar es Salaam wataona mkataba wa pakini kampuni ilishakwisha tangu mwaka jana. Na utaratibu, mkataba ukiisha, wanatangaza tenda wapatikane watu wapya waweze kuomba. Hata hiyo aliopo hazuii kuomba, lakini wakaacha utaratibu huo, wakamwandikia barua ya kumwongezea muda wa miezi sita, wakisema mchakato unaendelea wa kumtafuta mzabuni, tunakuongezea muda na hiyo bado amesaini, kaka yangu Kabwe. Lakini kama vile haitoshi, baada ya kumaliza miezi sita, wakakaa tena wakamwongezea miezi minne. Kwa sababu hiyo ameongezewa miezi kumi kufanya kazi nje ya utaratibu wa utangazaji wa tenda. Maana yake, na watu wengi tunaamini ya kwamba ni sehemu ya wale wanaovunja, kwa sababu wananufaika na pakinizo, wakati pakini zikizidi kuongezeka. Na si tu hivyo, Mheshimiwa Raisi, tunayo kampuni nyingine iliyopewa tenda kwa mujibu wa mkataba wao sababu niliunda kamati ambayo inaongozwa mwana na mwanasheria wa mkoa na afisa biashara walifanya hii kazi kwa kina na wala hatuko kwa ajili ya kumwonea mtu na bahati nzuri hatufahamiani nao mheshimiwa raisi kwa kazi hiyo hiyo wamefanya wakachunguza hata pale ubungo watu wanachukua vyumba badala ya utaratibu uliopo wa kulipa shilingi laki moja wakubwa hao wanachukua vyumba wanawapangisha watu wengine wanalipa mpaka milioni moja na laki sita lakini si tu hivyo Utaratibu hata wa kutoka pale Ubungo, inabidi mtu atoe rushwa, ndio atoe gari lake la kwanza. Mheshimiwa Rais, yako mengi, lakini kaka yangu Kabwe ndio msimamizi na ndio signatori wa mikataba yote ambayo hii nimeweza kuieleza hapa mbele yako. Jamani mnataka mimi nifanyeje? <laughs> Mnataka nitumbue jipu hapa hapa? Wangapi wanataka nitumbue jipu? Basi kwa vile umezungumza wewe mkuu wa mkoa, na wewe ndio mkuu wa mkoa. Na mimi niliapa kusimamia sheria. Na mimi viongozi wa namna hii hii ambao wanafaidi jasho la watu masikini kwenye serikali yangu hawana nafasi. Kwa hiyo kuanzia sasa, Kabwe nimemsimamisha kazi. Nendeni ukamjulisha hivyo. Lakini ile miradi ambayo inakuwa ikiongozwa inaongezewa muda bila kwa kufata taratibu ile iko chini ya uwezo wako, yule atakayekuwa amekaimu kampe instruction nayo, na isimamishwe kazi. Watanzania hawa maskini wanateseka mno, wameteseka kwa muda mrefu, na sisi viongozi tunatakiwa tuwatumikie wananchi wa chini. Kwa hiyo mimi sitakuwa nasimire Pakitokea jipu, sisubiri kwa sababu nikisubiri litaota usaha. Nilizungumza siku ile ya wafanyakazi hewa kule Shinyanga, mpaka leo Shinyanga kuna wafanyakazi hewa mia mbili ishirini na sita mia mbili ishirini na sita mahali ambapo palisema wafanyakazi hewa ni zero. Kwa hiyo niwaombe viongozi ambao wanataka kufanya kazi na serikali yangu wajipange kuyaondoa mabaya yaliyoko katika uongozi wao.